na mtazamaji wa TBC wani ni mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Saidi Mecky Sadik, ambaye amekula kiapo hapo, uh, mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa John Magufuli. Uh, Saidi Mecky Sadik ametoka mkoa wa Dar es Salaam na hivi sasa basi anaenda mkoa wa Kilimanjaro. Joel Kaya Bendera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 nitaitumikia kwa uaminifu jamhuri ya muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya ukuu wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Joel Kaya Bendera naapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wangu kazi hizo, au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mtazamaji, ni mkuu wa mkoa wa Manyara huyo, Joel Bendera akila kiapo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Mtazamaji, mkoa wa Manyara uh, una changamoto zake, na mkuu wa mkoa huu basi, uh, Joel Bendera atakuwa na kazi ya kufanya, hasa katika migogoro ya wafugaji na wakulima. Ni mkuu wa mkoa huyo wa Manyara, Joel Bendera tayari amekula kiapo.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 Mtazamaji, ni mkuu wa mkoa wa Njombe. Kwa mkoa wa Njombe, huyo ni dakta Rehema Nchimbi amekula kiapo tayari mbele ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anaenda kutumikia mkoa wa Njombe ambao pia mtazamaji una changamoto nyingi uh, una changamoto za miundombinu elimu pamoja na afya ni mkoa ambao pia mtazamaji sio wa zamani sana ni mkoa pia ambao mpya bado unakimbizana katika masuala mazima maendeleo ni daktari Rehema Nchimbi Saidi